Popote, lakini tunasema hiyo ni mapenzi mema na moyo alionao ndani mwake. Kwa hiyo wana Kyela tujivunie mbunge huu wa Mbeya mjini kwamba yeye habagui wala hachagui. <coughs> Na pale Mbeya mjini akifanya mambo wanasema ni siasa, si ndio? Huku anatafuta nini? Huku Kyela kuna nini? tunasema ni upendo alionao wa dhati ndani yake, na hata ukimwangalia usoni unaiona upendo alionao. Sisi kikundi cha Sauti ya Mwanamke ni viongozi, tuko kwa ajili ya kuhamasisha wanawake wenzetu kujitambua na kufanya mambo ya kimaendeleo na kuwa na uchumi binafsi, ndio jambo kubwa tulionao. Ukiwa na uchumi wa kujitegemea utakuwa na fahamu ya kujitegemea, akili ya kujitegemea, na utafanya maamuzi sahihi ndio lengo letu sisi. Mimi ni mwenyekiti wa sauti ya mwanamke, anaitwa Lilian Benito Mwakitosi, lakini ninaye mtunza hazina ambaye ni Atupele Msai, huyu hapa, mnamwona alivyo, hazina yetu iko salama kabisa. Lakini tunaye mjumbe mwingine, Mariam Kabuje, huyu ni mheshimiwa diwani kwa nafasi yake pia. Lakini tuna mjumbe mzito kabisa, Juliana Kibasa. Sisi tuko watu saba, wenzetu wengine wanauzuru, tunao watu mpaka taifa. Kwa hiyo ni kikundi ambacho tuko vizuri. Wana Kyela tunawakaribisha, mkitaka kujiunga na sisi kama sauti ya mwanamke, itaitwa sauti ya mwanamke Kyela. Tunatangaza upendo, tunatangaza kazi. Sisi kwetu ni kazi, majungu sisi sio kazi yetu. Lakini sisi hapa hatujaja mikono mitupu, kama sauti ya mwanamke tumesema Mbunge wetu alipo, tutaunga juhudi zake anazozifanya mkono. Na sisi tunalo jambo kwa mzee wetu, ambaye mbunge wetu na taasisi yake ya Tulia Trust chini ya meneja bingwa kabisa Jacqueline amefanya jambo kubwa kwa huyu baba, na sisi tuna chochote ambacho na sisi tutaunga mkono. Ikifika wakati, mtakiona tukimkabidhi na sisi baba yetu. Baba hongera sana lakini, pia wana Matema ongereni sana kwa kufikiwa, kwa sababu vijiji viko vingi, kata ziko nyingi. Kwa nini Matema? bado ni upendo na vitafikiwa vijiji vingi kupitia mbunge wetu huyu na Spika wa Jamhuri ya Muungano. Asanteni sana, tunashukuru sana dada. Mungu akubariki sana dada Tulia, wewe ni mtu na nusu, wewe ni mtu na mtu mwingine dada. Moyo wako wa upendo uendelee, usivunjwe moyo, sisi tutakutia moyo, na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi wako na wewe. Na wewe tunasema hivi kule upo upo sana, na tunatamani naye Kinanasi Mlagilawe yupo yupo sana, madiwani wetu wawe wapo wapo sana. Asanteni sana kwa kutusikiliza, karibuni Mbeya Mjini.